Lakini kupita tukio hilo watu wafanye kama charity upendo kwenda kutembelea watoto wana mahitaji. Tukachangiana kidogo, jamii ambayo inatuzunguka na nje ya Mbeya watu wametuma kwa kisha jambo linanda vizuri. Kwangu nimefurahi sana, tumefurahia sadaka siku aw yetu yafanya kazi lakini watoto pia huko wamefurahi zaidi. Kwa hiyo naamini hiyo kitu nimebalance vizuri zaidi. Tulikuja mwanzo ni kuona uongozi wa hospitali ya Rufaa kwamba tunataka kuja kuwaona watu wenye uhitaji. Lakini uongozi wa Rufaa ukatuambia kwamba kwenye mahitaji sana ni kwenye wodi ya watoto. Ndio maana tumeiwa leo kuja hapa kwenye wodi ya watoto. Tunapokuwa huko mtaani hatujui matatizo yaliopo hospitalini na wapi na sehemu zingine. Kwa hiyo tunahusia sana jamii watembelee sana watu wenye mahitaji, waweze kuwasaidia kwa chochote. Kwa hiyo tukiwa kama wadau wa mkoa na wafanyabiashara, na leo ikiwa siku ya wafanyakazi, basi kile kidogo ambacho tunakipata katika utendaji wetu wa kazi, tumeona tuungane na wengine kusapoti wale ambao wanashindwa kufanya kazi kwa sababu aidha ya ulemavu au maradhi. Kwa kile kidogo tunachokipata tumeona siku ya leo tuja tupate baraka hizo kwa kuungana nao, kwa maana siku ya leo ni muhimu sana kwa wafanyakazi, kwa maana kwamba leo ni Mei Mosi. Kwa hiyo wakati wafanyakazi wanasherekea hiyo Mei Mosi, tukaona ni vema basi siku hii muhimu ya Mei Mosi tuje kwa ajili ya kuwaona watoto wetu ambao wako katika hospitali kitengo cha watoto ambao wamelazwa hapa ambao wana uhitaji. Kwa hiyo tukasema tufanye sadaka hii kwa maana ya ni ishara kusherekea hii siku ya Mei Mosi, tumekuja kuwatia moyo kwa sababu tunathamini kile wanachofanya hapa kama wauguzi, kwa ajili ya kuwaangalia watoto, kwa sababu pia ni kazi ngumu sana, lakini sisi tumeamua tuje tuwatie moyo na tuwe nguvu kwamba jamii pia inawatazama. Ndio maana tumekuja hapa na mahitaji yetu kwa ajili ya kuwatia nguvu. Kwa niaba ya uongozi wa odi za watoto wa Hospitali ya Kanda ya Rufaa Mbeya, tumeshukuru kuwapokea wageni wetu grupu la ra usiku wa maharusi. Tunashukuru kwa zawadi zote zilizotolewa, tumepokea kwa moyo mmoja, tunasema asante. Mungu awabariki sana, zitatusukuma na kutupeleka mahali, kwa sababu watoto wanayo mahitaji mengi, lakini hata ile zawadi mlioitoa, si tunaona kwamba ni kubwa, itatusaidia na watoto wetu wataendelea kuzitumia na hata kwa siku nyingine tena jamani. Mungu akiwasaidia akiwajalia, tutaendelea kuwapokea tena. Karibuni sana. Kwa majina, naitwa Jesca Batoni Sanga, ni muuguzi katika wodi ya watoto wenye utapiamlo. Kulingana na msaada ambao mmetuletea siku ya leo, utatusaidia sisi kama wauguzi pamoja na hawa wazazi wenye watoto wenye changamoto hii ya lishe, kwani changamoto hii inasababishwa, kuna wengine kwa sababu ya kutokuwa na lishe nzuri lakini wengine kulingana na magonjwa ya kudumu. Kwa hiyo hii itatusaidia sisi na itawasaidia kuwapunguzia makali ya maisha ya wazazi wetu.